Barua iliyoandikwa karibu miaka elfu mbili iliyopita inabeba ramani ya kuelewa mpango wa Mungu na kufikia hazina ya thamani zaidi ambayo mwanadamu anaweza kupokea: uzima wa milele leo. Barua hiyo ndiyo kitabu cha Warumi, na ndani yake kuna ramani hii, mlolongo wa mistari muhimu ambayo Wakristo wameuita njia ya Warumi. Inaitwa hivyo kwa sababu kila mstari ni kama alama kwenye ramani inayokuongoza hatua kwa hatua hadi kwenye hazina ya uokovu. Sehemu ya kwanza kwenye ramani ni pale tunapoanzia sote, wote wamefanya dhambi. Wengi wanaamini kwamba Paulo aliandika barua hii ambayo sasa tunaita kitabu cha Warumi katika Biblia akiwa mfungwa huko Roma. Lakini sivyo. Aliandika wakati wa safari yake ya tatu ya kimisionari akiwa nchini Ugiriki. Paulo alikuwa farisayo mwenye kuwatesa Wakristo hadi siku moja Kristo alimtokea katika mwanga mkali njiani kuelekea Dameski, na kila kitu kikabadilika. Kuanzia wakati huo, alianza huduma moja yenye nguvu kuliko zote katika historia ya Ukristo. Paulo alitoa maisha yake yote kwa kusudi moja, kutangaza kwamba Yesu ndiye Masihi, mwana wa Mungu. Mtesaji akawa mhubiri, na mtu aliyekuwa anaharibu makanisa alianza kuyaanzisha. Alisafiri mbali zaidi kuliko mtume yeyote mwingine. Alipitia Asia ndogo, Ugiriki, Siria, Makedonia na Italia. Alipigwa mawe huko Listra, akapigwa viboko huko Filipi, akafungwa huko Yerusalemu, lakini hakuwahi kukata tamaa. Mungu aliendelea kumlinda. Alihubiria Wayahudi na watu wa mataifa kwa pamoja. Alinena katika masinagogi, masoko, magereza, meli, nyumba duni na hata katika majumba ya kifalme mpaka siku moja aliposikia habari za kile kilichokuwa kikitokea huko Roma. Wakati huo, Roma ilikuwa imejaa mvutano mkubwa. Upande mmoja walikuwa Wayahudi waliomwamini Kristo waliokuwa wakirejea baada ya miaka ya uhamisho, bado wakishika sheria ya Musa. Upande mwingine walikuwa watu wa mataifa Warumi waliomwamini Kristo lakini hawakuwa wamewahi kufuata desturi za Kiyahudi. Jamii mbili tofauti zenye mashaka kwa kila moja, zikijiuliza ni nani hasa mwenye haki ya kuitwa watu wa Mungu. Katikati ya mgawanyiko huo, Paulo aliandika barua hii kwa Warumi, kuunganisha kanisa la Roma na kueleza kwamba wote ni wanachama wa familia moja ndani ya Kristo, si kwa matendo ya sheria, bali kwa imani. Na Paulo anaanza kwa kuweka wazi kwamba sisi sote, bila ubaguzi, tunashiriki mwanzo mmoja katika safari ya wokovu. Dhambi ramani inafunguka kwa hukumu hii: e, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi mlango wa tatu mstari wa ishirini na tatu. Kwa maneno haya Paulo anaweka wazi kabisa, hakuna asili, cheo au jitihada za kibinadamu zinazoweza kuondoa doa la dhambi Myahudi au mtu wa mataifa, huru au mtumwa, mfalme au maskini, kila mmoja wetu ametiwa alama na kivuli cha ile dhambi ya kwanza. Tangu Adamu aliponyosha mkono kuchukua tunda lililokatazwa hadi Kaini alipoinua mkono wake dhidi ya ndugu yake, wanadamu wote wamebeba urithi wa dhambi hiyo. Urithi wa Adamu ulitufikia sote. Tulizaliwa tukiwa tumeanguka hata kabla hatujapumua pumzi yetu ya kwanza. Paulo anatukumbusha kuwa sisi sote ni warithi wa dhambi ya asili. Hii ndiyo kweli ya kutisha kuhusu mwanzo wetu. Hakuna anayeweza kujinua juu ya mwingine kwa sababu sote tunashiriki hukumu moja. Njia ya Warumi inaanzia hapa, hii kweli ya kusikitisha. Haijalishi wewe ni nani au umefanya nini, mwanzo wako ni dhambi. Hapa ndipo safari ya wanadamu wote inaanzia, na hatua ya pili inatupeleka kwenye matokeo yake he. E kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi mlango wa sita mstari wa ishirini na tatu. Sehemu ya pili kwenye ramani ni matokeo yasiyoepukika ya dhambi ya asili ni mauti, sote tutakufa. Baada ya Paulo kutangaza kwamba wote wamefanya dhambi, anatukumbusha kwamba kabla ya anguko la Adamu na Hawa mauti haikuwepo. Mauti haikuwa sehemu ya mpango wa awali wa Mungu. Kule Edeni, kabla ya anguko, uhai ulikuwa mtakatifu na safi bila uharibifu. Mungu alimwonya Adamu asile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya hu. Siku utakayokula matunda yake hakika utakufa. Ni Mwanzo mlango wa mbili mstari wa kumi na saba na, na onyo la Mungu likatimia wakati Adamu na Hawa walipomkaidi Mungu. Hawakufa papo hapo kimwili, lakini jambo baya zaidi lilitokea walitenganishwa na ushirika kamili waliokuwa nao na muumba wao. Kuanzia wakati huo, mwili wa mwanadamu ulianza kuzeeka kuchoka, na hatimaye kurudi kwenye ardhi hii. E, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi katika ardhi, kwa maana humo ulitwaliwa, kwa kuwa yu mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Imwanzo mlango wa tatu mstari wa kumi na tisa mauti ni hatima isiyoepukika ambayo wanadamu wote tunashiriki tunda la ile dhambi ya kwanza. Tangu wakati huo wanadamu wote wamebeba hukumu hiyo. Mtume Paulo anaeleza hivi, e, kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, na mauti kwa dhambi, vivyo hivyo mauti imeenea kwa watu wote, kwa kuwa wote wamefanya dhambi Warumi mlango wa tano mstari wa kumi na mbili. Urithi wa Adamu ulitufikia sote. Hii ndiyo hatima ya kawaida ya wanadamu walioanguka, ikuishi chini ya kivuli cha mauti. Kila maumivu, kila machozi, kila kifo, vyote ni matokeo ya ile dhambi ya kwanza. Ndiyo maana ni vigumu sana kukubali kifo cha mtu tunayempenda. Hatukuumbwa tufe. Kila msiba unatukumbusha pengo hilo, utupu ambao ni Mungu pekee anayeweza kujaza. Hapa ndipo mwanzo wa wanadamu wote. Wote tumefanya dhambi na wote tutakutana na mauti. Lakini Mungu alitupa ahadi. Wakati ule ule wa anguko katikati ya machozi ya Adamu na Hawa na kiburi cha nyoka, Mungu aliahidi mkombozi, mtu atakayemponda nyoka kichwa na kuleta uzima mahali pa mauti. Na ahadi hiyo ilitimia katika Yesu. Yesu Kristo alizaliwa ili kushinda mauti na kufungua njia ya wokovu kwetu. Na kwa kufanya hivyo alitupa alama inayofuata kwenye ramani ya uzima wa milele, kipawa cha Mungu ni uzima wa milele. Mungu hakutuacha. Badala ya kutuacha tuangamie kwa dhambi, alitengeneza mpango kamilifu wa kurejesha uhusiano wetu naye. Tangu mwanzo Biblia inaweka wazi kwamba dhambi ilitutenga na Mungu na kutuacha tukiwa wafu kiroho, tusioweza kujiokoa. Kwa hiyo Mungu akaingilia kati na kutupa zawadi kuu zaidi, utukufu wa mwili wa Mungu, umwilisho. Umwilisho ni tendo la juu kabisa la upendo wa Mungu kwa wanadamu. Hakukuwa na kitu chochote ambacho mwanadamu angeweza kufanya kurejesha uhusiano wake uliovunjika na muumba hadi Yesu alipozaliwa. Yesu alikuja kwa sababu hatungeweza kujiokoa wenyewe. Maandiko yako wazi kabisa: Yesu alizaliwa na bikira. Hii ni kweli ya msingi sana kuelewa kusudi la kazi yake. Ndani ya Yesu hakukuwa na dhambi wala katika mimba yake wala katika maisha yake. Hii ndiyo nguzo ya mpango wa wokovu. Kama Yesu angezaliwa kama mwanadamu wa kawaida aliyeathiriwa na urithi wa dhambi, asingeliweza kutimiza jukumu la kutupatanisha na Mungu. Yesu alikuwa Mungu katika mwili mkamilifu na asiye na doa kuzaliwa kwake na bikira kulihakikisha hakurithi dhambi inayowagusa wanadamu wote. Mungu alichagua kuvaa mwili wa kibinadamu katika nafsi ya Yesu Kristo. Lakini hebu tuelewe vizuri, Yesu hakuwahi ekuwa o mwana wa Mungu, tayari alikuwa, hakuwahi ekuwa e Mungu, tayari alikuwa Mungu, amekuwa Mungu tangu milele. Alikuja duniani kwa kusudi maalum kufanya iwezekane kwa sisi wote kuwa watoto wa Mungu. Yule mtoto aliyelazwa horini alikuwa Mungu katika mwili wa kibinadamu. Muumba alichagua kuingia katika udhaifu wetu kushiriki ubinadamu wetu na kuishi kati yetu. Alivaa asili ya kibinadamu, akazaliwa kama mtoto, akakuwa kuwa mtu mzima, akaishi bila dhambi na akafa msalabani. Kwenye msalaba, Yesu aliondoa kizuizi cha dhambi, akafungua njia ya sisi kurudi kwa Baba. Kwenye msalaba, Yesu alibeba dhambi za wanadamu wote. Hii ndio tunaita kifo cha badala. Yesu alichukua nafasi yetu, nafasi tuliyostahili kwa sababu ya dhambi zetu. Aliteseka adhabu ambayo ilipaswa kuwa yetu, na kwa tendo hilo alilipia hatia zetu zote. Alilipa gharama yote, hakubakiza chochote bila kulipwa. Hii inamaanisha kwamba gharama ya dhambi zetu zote, za zamani, za sasa na zijazo, zililipwa kikamilifu msalabani. Yesu alichukua nafasi ya ulimwengu mzima na kubeba dhambi za wanadamu wote. Kifo chake kilikuwa cha kubadilishana, sadaka kamilifu na timilifu. Paulo anaeleza jambo hili kwa uwazi wa ajabu. E, lakini Mungu amethibitisha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi, Warumi mlango wa tano mstari wa nane. Hii ndiyo siri ya msalaba, ikubadilishana kwa kimungu. Kristo ambaye hakuwa na doa wala dhambi alitendewa kana kwamba alifanya kila dhambi katika historia. Na sisi, ingawa wenye hatia, tunahesabiwa kana kwamba tumeishi maisha kamilifu kama Kristo. Kipawa cha Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe: kuzaliwa kwake kwa mwili, maisha yake yasiyo na dhambi, dhabihu yake ya kujitoa badala yetu na ufufuo wake wa utukufu kila hatua ya maisha ya Yesu ilikuwa na kusudi moja, kuondoa kizuizi cha dhambi na kufungua njia ya wokovu wetu. Kwa hiyo mwana wa ahadi ndiye tumaini la wanadamu wote, na kuzaliwa kwake kulikuwa mwanzo wa utimizo wa ahadi kuu zaidi kuwahi kutolewa, kuwasili kwa njia ya wokovu. Paulo anaeleza hivi: e, lakini Mungu amethibitisha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, si zaidi basi tukiisha kupatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake. Warumi mlango wa tano mstari wa nane hadi kumi. Sasa swali nihi, tutapokeaje wokovu ambao Yesu alituletea? Wengi hufikiri inategemea jinsi mtu ameishi au dhambi alizofanya lakini sivyo. Tumeona kwamba sisi sote ni wenye dhambi na Paulo anasema kwa uwazi he. E, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala si kwa matendo yenu wenyewe; ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Waefeso mlango wa mbili mstari wa nane hadi tisa. Haijalishi tumejitahidi kiasi gani au tumetoa sadaka ngapi, hakuna tendo la kibinadamu lenye uwezo wa kutupatanisha na Mungu. Kila mwanadamu ametengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi na hakuna jitihada za kibinadamu zinazoweza kuziba pengo hilo. Mlango pekee wa kuingia katika uzima wa milele ni Yesu. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Yohana mlango wa kumi mstari wa tisa. Kwa hiyo Yesu alitupa sisi wote njia ya wokovu na akaonyesha alama ya mwisho kwenye ramani ya uzima wa milele. Ei, Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Warumi mlango wa kumi mstari wa tisa Ramani inamalizika kwa uamuzi wa kibinafsi. Paulo anatupa masharti mawili ya kuingia katika uzima wa milele la kwanza. ni kumkiri Yesu kuwa Bwana, lakini mtu anaweza kuuliza, je, ni kuamini tu kwa Yesu Kristo ndipo mtu anaokolewa? Ndiyo, lakini ni lazima tuelewe maana yake halisi. Kuamini siyo tu kukubali kiakili kwamba Yesu alikuwepo. Ni kukubali kwa moyo wote kwamba yeye ni mwana wa Mungu, alizaliwa na Bikira, alitumwa na Baba kulipa deni la dhambi za wanadamu wote. Paulo anatuhimiza kumkiri Yesu hadharani kuwa mfalme na kuamini moyoni kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ni kukubali kwamba kifo chake hakikuwa ishara tu, bali ndicho kilichokuwa malipo kamili na ya mwisho kwa dhambi zetu zote za zamani, za sasa na za baadaye. Lakini kuamini kwa Yesu pia kunamaanisha kukiri dhambi zetu, kuziacha na kujitoa maisha yetu kwake kabisa. Si maneno tu au hisia za muda, ni tendo la imani linalobadilisha kabisa uhusiano wetu na Mungu. Wakati huo huo tunapokiri tunaamini na tunajitoa kwake tunakuwa watoto wa Mungu. Paulo anaeleza hivi e, e, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia aba baba. Warumi mlango wa 8 mstari wa 15. Hii ndiyo miujiza ya wokovu, kutoka kuwa mbali na Mungu, adui wa kiroho, hadi kufanywa mwana wa familia ya Mungu mwenyewe. Tunapokuwa watoto wa Mungu tunapokea kitu cha thamani isiyo na kipimo, uhusiano wa moja kwa moja na muumba wetu. Hatui tena wageni, bali washiriki wa familia yake, na pamoja na hilo tunapata ujasiri wa kumkaribia Mungu wakati wowote wa tukijua tunapendwa bila masharti. Hii ndiyo hatua ya mwisho ya safari, uamuzi wa, wa kutoka kuwa wenye dhambi waliolahumiwa hadi kuwa wana na binti waliokubaliwa, kutoka mauti hadi uzima. Hii ndiyo hazina, mwisho wa njia ambayo Yesu mwenyewe alieleza, e, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina. Hivi ndivyo inavyoitwa njia ya Warumi, iliyoandikwa na mtume Paulo katika kitabu cha Warumi. Njia rahisi lakini yenye maana kubwa, inaanza na ukweli usiopendeza kwamba sote tumetenda dhambi na matokeo ya dhambi ni kifo. Hiyo imekuwa hali ya mwanadamu tangu Adamu dhambi iliingia ulimwenguni na pamoja nayo hukumu ikawafikia wanadamu wote. Lakini ramani hii haishii gizani, kwa maana pale ambapo kila kitu kilionekana kupotea, Mungu alitoa zawadi isiyostahiliwa u uzima wa milele katika Kristo Yesu. Alama ya mwisho katika ramani hii inatualika kuchukua hatua ya kibinafsi, kukiri kwa kinywa chetu na kuamini mioyoni mwetu kwamba Yesu ni Bwana, ili tupate hazina ya uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Baada ya kumaliza barua hii, Paulo aliituma kwenda Roma akitumaini italeta umoja na kweli ikafanya hivyo. Wageni waliotengwa na wale ambao hawakuwahi kuhisi kuwa sehemu ya imani ya Israeli sasa walijaa tumaini. Kwa mara ya kwanza walisikia kwamba wokovu ulikuwa kwa ajili yao pia. Lakini Paulo pia alikuwa anajiandaa kwa safari. Wakati huo, Roma ilikuwa kitovu cha ulimwengu na Paulo alitamani kufika huko na kutoka pale kupata msaada wa kupeleka ujumbe wa Kristo katika sehemu ambazo hakujasikika habari zake. Baadaye Paulo aliwasili Roma lakini akiwa mfungwa. Na kutoka gerezani aliendelea kufanya kile alichokuwa akifanya siku zote, kuhubiri Injili. Kwa miaka miwili akiwa kifungoni nyumbani, aliwapokea wote waliomjia: Wayahudi, watu wa mataifa, askari, waandishi. hakupoteza nafasi yoyote ya kuhubiri injili. Lakini baada ya moto mkubwa ulioteketeza mji wa Roma, Kaisari Nero aliwalaumu Wakristo kwa maangamizi hayo, na akaamua kuwanyamazisha viongozi wao kwanza. Petro alisulubishwa, kisha ilifika zamu ya Paulo. Kwa kuwa Paulo alikuwa raia wa Roma, hangeweza kusulubishwa, hivyo akahukumiwa kuwawa kwa kukatwa kichwa. Walimwongoza nje ya mji kando ya barabara ya Ostia hadi mahali pa faraga ambapo waliwawa wale waliokutwa na hatia. Paulo hakukimbia. Alijua saa yake imefika. Kutoka katika gereza lenye unyevunyevu, aliandika barua yake ya mwisho akisema hu nimepigana vita vilivyo vizuri nimekamilisha mbio nimeilinda imani na sasa imewekewa taji ya haki. E, mbili Timotheo mlango wa nne mstari wa saba hadi nane. Lakini Paulo hakuogopa kwa sababu alikuwa na imani kamili katika mpango wa Mungu. Kwa ujasiri huo alikabiliana na hatima yake akiwa na tabasamu. Paulo aliinamisha shingo yake, upanga ukashuka, na roho yake ikapaa mbinguni. Tunauona moyo huu wa kujisalimisha kwa Mungu pia kwa wale walioweka maisha yao mikononi mwa Bwana. Ndiyo maana wanafunzi wa Yesu waliweza kutabasamu kwa amani walipopelekwa kuwawa mbele ya simba na waliweza kuimba wakiwa gerezani. Walikuwa wamejifunza siri hii kwamba ukipatanisha mapenzi yako na ya Mungu, mateso ya dunia hayawezi kukuangamiza tena. Paulo hakuwa mmoja wa mitume kumi na wawili, lakini aligeuka kuwa nguzo ya Ukristo hadi leo barua zake bado zinawaongoza watu wa Mungu na ushuhuda wake bado unatangaza ukweli wa milele, isiyo tena mimi niishie bali Kristo anaishi ndani yangu, Wagalatia mlango wa mbili mstari wa ishirini. Lakini utume wake haujaisha. Ingawa Kristo alikufa kwa ajili ya wote, wengi wamekataa kumkubali na wengine hawajawahi hata kusikia jina la Yesu. Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu mzima na ulimwengu mzima unaweza kuokolewa lakini tu ikiwa wataijua kweli. Hadi leo mamilioni bado hawajui Yesu ni nani. Wito wetu kama waamini ni wazi kubeba Injili kwa ulimwengu mzima. Tunapaswa kusema, kuhubiri, kuimba na kuandika ukweli huu kuhakikisha unafika kila kona ya dunia. Hili ndilo jukumu letu kama waamini kupeleka Injili kila mahali. Yesu alikufa kwa ajili ya dunia nzima na dhabihu yake inatosha kuwaokoa wote. Lakini kama watu hawajasikia watawezaje kuamini? Tunahitaji kuhubiri, kufundisha, kuandika na kuimba ujumbe wa wokovu kuhakikisha unafika mwisho wa dunia. Ili kusaidia ujumbe huu kufika kwa watu wengi zaidi ambao hawamjui Yesu au hawaelewi njia ya wokovu, tafadhali acha alike au maoni kwenye video hii. Kwa sababu huu ndio ujumbe wenye nguvu zaidi unaobadilisha maisha. Ni hadithi ya upendo wa ajabu zaidi kuwahi kusimuliwa. Mungu alikuja ulimwenguni kurejesha uhusiano wetu naye, kufuta dhambi zetu na kutuokoa kutokana na hukumu ya milele. Kama una ujumbe mmoja wa kushiriki, uwe huu. Kuna dini nyingi, lakini hakuna inayoweza kuokoa. Hakuna kazi, sadaka au imani yoyote inayoweza kufungua mlango wa mbingu isipokuwa Yesu Kristo pekee. Kumbuka alisema waziwazi, mimi ndimi njia, kweli na uzima, hakuna mtu aendaye kwa baba isipokuwa kwa njia yangu. Yohana mlango wa kumi na nne mstari wa sita. Hakuna utata katika maneno yake. Yesu ndiye njia pekee ya kwenda kwa Mungu, njia pekee ya upatanisho na mwokozi pekee. Bila Yesu hakuna msamaha wa dhambi, hakuna tumaini, hakuna uzima wa milele pamoja na Mungu. Lakini Kristo anapoingia katika maisha ya mtu, kila kitu hubadilika. Analeta amani katikati ya dhoruba, furaha katikati ya huzuni na ujasiri katikati ya hali ya kutokuwa na uhakika. Kwa maana Yesu si mlango wa mbinguni tu, bali pia mfano wa namna tunavyopaswa kuishi. Maisha yake yalikuwa ushuhuda wa upendo, kujitolea na utiifu. Mfano wake unatufundisha kwamba nguvu ya ya kweli haiko katika katika mamlaka ya kidunia bali katika unyenyekevu na kujisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Mungu. Yesu aliishi maisha yaliyolingana kikamilifu na kusudi la Mungu, akikabiliana na kukataliwa, mateso na hatimaye msalaba, bila kugeuka kutoka njia aliyowekewa na Baba. Ametuonyesha kuwa ukuu wa kweli uko katika kuwahudumia wengine, kuwapenda hata maadui na kusamehe mara sabini mara saba. Yesu alionyesha kuwa kumtii Mungu hakumaanishi kutokuwa na mateso, kunamaanisha uhakika kwamba hatuko peke yetu ndani yake. Kupenda kama Yesu alivyopenda ndilo wito wa juu zaidi tuliopewa. Hakutufundisha tu kuwapenda wanaotupenda, bali kutubariki wanaotulaani na kuwaombea wanaotutesa. Yesu hafungui tu njia ya kwenda mbinguni, anatualika kutembea naye hapa duniani tukifuata nyayo zake. Anatuita tuishi imani hai, maisha yaliyobadilishwa na upendo na mfano wake. Anatufundisha kwamba mafanikio hayapimwi kwa mali, bali kwa nia yetu ya kuishi kwa ajili ya wengine, tukionyesha tabia ya Mungu katika kila tunalofanya. Na hiyo ndiyo tumaini letu la kweli ndani yake. Haijalishi giza ni zito kiasi gani, dhoruba ni kali kiasi gani, au uchungu ni mzito kiasi gani, ndani ya Yesu tunapata msingi imara. Maisha yake yanatuhakikishia kwamba utiifu kwa Mungu, ingawa ni mgumu, daima huleta ushindi kwa sababu kusudi lake ni la milele na upendo wake hauyumbi. Kwa Yesu kama mfano na Mwokozi wetu hatuko peke yetu na daima kuna njia ya kusonga mbele. Acha maoni ya kumshukuru Mungu kwa zawadi yake kuu, uzima wa milele pamoja naye. Na usibaki na ujumbe huu peke yako. Waambie familia na marafiki zako kuhusu zawadi hii ya ajabu Mungu anayotupa sote. Shiriki video hii, wasaidie wengine kugundua kitabu cha Warumi. Kuwa mwanga, kuwa shahidi wa muujiza tunaoadhimisha. Shalom.